Hakuna mtu ambaye ana muda wa kujibu ujumbe. Unaweza usi, usijibu simu, lakini ujumbe, watu wote wanaweza kujibu mm. Nakwambia hivyo kwa sababu sisi tunawasiliana na watu ambao nyinyi mnaona wako busy sana, na tunawasiliana nao tu mm. Kama wao wanaweza kujibu message, vipi kuhusu mpenzi wako anayejenga nyumba Hmm. Anaefanya kazi katika banki fulani, yeye yuko busy kiasi gani mpaka hmm. an, anashindwa kukuandikia ujumbe kubize, nta, nta kujibu, nta, hmm. mimi niko bize ntakujibu, tutachati baadaye, mimi nawe tutawasiliana baadaye hivi hmm. Una habari, Mr. Hatibu, hapa Afrika ilitokezea rais aliita press. Yani aliita press ili aseme mbele ya First Lady kwamba yeye hana mwanamke wapili, hajaoa mke wa pili. hmm. <laughs> Una habari? Ilitokea hapa Afrika. Mm. Mm, raisi anaenda kukanusha wa jamhuri fulani mm, alienda kukanusha kwenye press kwamba yeye ana mke huyu mmoja. Huyo bwana wako anafanya kazi gani? Yaani huyu mtu ambaye wewe unawasiliana naye anafanya shughuli gani? Kama rais mwenye ubize wake mwenye nchi yake, yeye ndio namba moja, yaani kodi za nchi zikianza 001 ni yeye. Mm, yeye ndio mwananchi namba moja wa hiyo republic. Yaani huyu mtu wewe unadili naye yeye ni nani? hataki amekudharau, wewe unalazimisha mawasiliano. Halafu huyu unayedili naye ni mtu mwenye shida ya afya ya akili.